Utangulizi. Zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za dini yetu ya Kiislamu, hii inafahamika. Zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za dini yetu ya Kiislamu, na mara nyingi katika Qurani utajwa wa zaka unaambatanishwa na swala, ndivyo hivi. Yani sehemu hii katika Qurani kitajwa swala na yani, zaka, yaani zaka huwa inaambatanishwa kwenye kutajwa na dini Akimu salata wa atu zakata, simamisheni swala toweni zaka, simamisheni swala toweni zaka. Yaani zimeambatanishwa zimefungamanishwa zimeshikanishwa. Kwa nini zinashikanishwa hizo? Eh, anasema ikitajwa swala inafuatia zaka. Zaka imetajwa pamoja na swala katika maeneo themanini na mbili ndani ya Qurani, Qurani yote Qurani na juzuu ni ngapi? Juzuu thelathini. Ndivyo Qurani zime na juzuu thelathini, ina sura mia moja na kumi na nne Hii Qurani hii ina sura mia moja na kumi na nne ina aya mia mbili thelathini na sita aya ndani ya Qur'an elfu sita mia mbili thelathini na sita. Hii ni Qur'an, imeanza na ba ikamalizia na sin. Imamu al-Alusi leo kusikia kuna tafsiri tofauti na maana, anasema imeanza na ba ikamalizia na sin, maana yake basi inatosha, maana tunaanza na bismillahi minal jinnati Haya, mwisho basi basi inatosha. Hii tupate tafsiri ya Qur'an. Zaka imetajwa kwa kuambatanishwa na swala katika maeneo mangapi? themanini na mbili ndani ya nini, nini? ya Qur'an. Machache ama maeneo mengi sana eh? Anasema hii inaonesha ukubwa wa nguzo hii ya zaka yaani kuambatanishwa zaka na swala katika maeneo themanini na mbili ndani ya Qurani haina maana isipokuwa inaonesha ukubwa wa hii nguzo. Tumefahamu? ni vizuri. E, Abubakar radhiallahu anhu katika utawala wake alisema mimi siwezi kumwacha ila atakaye tofautisha kati ya zaka na nini na swala. Maana kuna watu wanaacha kutoa zaka baada ya mtume kufariki tunatoa zake nini tena? kama mliswali kipendisha mtuu amekufa, kuna swali kadhalika zaka, mwendelee kufanyaje kutoa. Huu ni utangulizi. Maana ya zaka, zaka maana yake ni nini? Zaka maana yake ni nini? Nini maana ya zaka? Kwanza hapa tuanze kuelewana vizuri, zaka maana yake nihifuatayo neno zaka. Hili neno zaka, zakati, neno zaka hili lina maana katika lugha ki ya Kiarabu na katika sheria ya dini yetu ya Kiislamu. Hili neno zaka kuna sehemu limetajwa likiwa na maana ya kilugha, lakini neno zaka kuna wakati limetajwa likiwa na maana ya kisheria. Kwa nini? Kwa sababu ni neno la Kiarabu na lugha ya Kiarabu likuepokaltuna hajatu au kuna amekuja lugha ya, ya Kiarabu so ikazaliwa, kitu kimezaliwa kwanza, si lugha ya lugha ya Kiarabu imezaliwa a Mtume sallallahu alaihi wasalam. Sasa Waarabu katika mazungumzo yao kulikuwa na neno zaka wakilitumia katika mazungumzo yao ya kimazungumzo, alafu Uislamu ulipokuja ukaweka kitu kinachoitwa zaka. Sasa ile maana ya Waarabu kwenye lugha yao ya neno zaka, na neno zaka katika sheria ya Kiislamu, je, maana ni moja? Hebu tuone sasa maana ya zaka kilugha, yaani katika lugha ya Kiarabu neno zaka kwanza lina maana ya twahara. Zaka ina maana ya nini? Ya twahara katika lugha ya Kiarabu. Kwa maana sasa, ukisema zaka katika maana zake katika lugha ya Kiarabu maana yake ni safi, ni kitu kisafi, ni kitu kinachosafisha. Kama mimi na wewe tukichafuka, au nguo tukichafuka, tunafanyaje? Tunazisafisha. Kisafishio ni nini? Maji au sio? Tunatumia maji. Kwa hiyo tunapotumia tuna maji, tunaisafisha miili yetu, tunapotumia maji tunasafisha nguo zetu. Sasa zaka katika lugha ya Kiarabu ina maana ya usafi, lakini ina maana ya kitu kinachosafisha sehemu. Imechafuka, nataka kuisafisha, ile nyenzo inayotumika kuondoa uchafu na kupafanya pawe safi. Zaka, zaka inafanyaje? Inafanyaje? Inasafisha. Kitu kinachosafisha ni kizuri kibaya, eh? si kizuri. Haya, lakini pia ina maana ya kuongezeka, ina maana ya kufanyaje? Ya kuongezeka. Neno zaka katika lugha ya Kiarabu pia kuna maana ya kuongezeka, kuna maana ya ya kuongezeka. Hata simu yako unapoweka chaji inapungua inaongezeka? Ukiweka chaji inapungua inaongezeka? Naam, ni faida sana, naam kuongezeka ni faida sana. Si faida au ni hasara? Ulikuwa na mia mbili tu, mia mbili imeongezeka sifuri nyingine kule mbele, imekuwa ngapi? Elfu mbili. Imeongezeka sifuri nyingine, ni ngapi? Elfu ngapi? Ishirini. Imeongezeka sifuri nyingine, imekuwa ngapi? Na kingapi? Imeongezeka sifuri. Sasa hii ni faida ni hasara? Faida. Kwa hiyo katika maana za zaka katika lugha pia ni faida, ni kuongezeka, ni kufanyaje? Ni kuongezeka, lakini zaka katika maana zake ina maana ya baraka, ina maana ya nini? Ya baraka. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza huo mwezi anawaambia, atakum shahru Ramadhana shahru mubaraku, umewajilieni nyinyi mwezi wa Ramadhani, mwezi wa baraka. Na Mtume anasema, albarakatu min allahi, baraka inatoka kwa Allah. Wewe huwezi kukipa baraka kitu, anaekipa kitu baraka ni Allah peke yake. Sio inakiti kwamba hai maji na baraka. Kama Allah amesema ina baraka, utasema ina baraka. Mtume amesema ina baraka, tutasema ina baraka. Allah na Mtume wake hajasema hicho kitu kitabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo zaka katika maana zake ni nini? Ni baraka katika lugha ya Kiarabu. Lakini katika maana zake ni sifa iliyokuwa nzuri. Kisikia neno zaka ni sifa iliyokuwa nzuri. Watu wote wanapenda sifa nzuri, ndivyo eh? E, Allah alivyotuumba tuumba, wao tunapenda sifa zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo kila sifa nzuri pia ni nini? Ni zaka. Kila sifa nzuri ni nini? Ni zaka. Hii ni, ni maana ya neno zaka katika lugha ya Kiarabu kwenye sheria za. Kisheria zaka ni nini? Kisheria zaka ni ibada ya kumwabudu Allah kwa kutoa sehemu ambayo ni wajibu kuitoa wa kisheria katika mali maalum kwenda sehemu maalum. Hii ndio maana ya zaka za kisheria. Sheria ilipokuja Allah, anaposema aqimu salata, simamisheni salatano za faradhi, wa atu zakata, na toweni zaka. Hapa kwenye kutoa zaka, maana yake ni nini? Ni ibada ya kumwabudu Allah kwa kutoa, yaani hii ibada yenyewe ni kutoa. Tunatoa nini? Sehemu ambayo ni wajibu kuitoa. Tunatoa sehemu ambayo ni wajibu kuitoa kisheria katika mali maalum. Sio mali zote zinatolewa zaka, sio mali zote zinatolewa za sa so zawe e, kama mtapata nafasi inshallah kesho, kila mtu alete jawabu, nini maana ya mali. Mali ni nini? ili so sazawe sisi tunaviwa kanuni kwamba unapoleta maana definition, unasema taarifu ya arabu iwe na, na masharti mawili Sharti la kwanza iwe imeruhusu kuingia vinavyotakiwa kuingia, alafu izuie kuingia visivyotakiwa kuingia. Hiyo ndio nakubalika. Yaani, kwa mfano ukimwambia kuna najisi ni nini, aakwambia najisi ni uchafu, unamwambia haijakidhi vigezo, haifai hii. Hii maana haifai. Kusema najisi ni nini? ni uchafu. Kusema najisi ni uchafu, hii haijakidhi vigezo. Kwa nini? kwa sababu inaruhusu kuingia visivyotakiwa, lakini haizui kiingia ambacho ametakiwa kuingia. Sawa, jamaa zangu, mtu akiumwa mafua, yale yanatoka kwenye pua ni uchafu au si? Ni sio uchafu? Ule ni uchafu, najisi eh? ni najisi. Kwa sababu ukisema najisi ni uchafu, maana yake ni sawa. Sinaona so, no, no, umeingiza kitu ambacho ambacho hakihusiki. Nguo yako imechafuka kwa maana imefanyaje Imenajisika. Mmekula pale viungo vimechafuka, au sio? Vimenajisika. kwa nini? kama kwamba ndani si mchafu? Hatukuelewi kwa, ha, hatuku, hatuku. kwa nini? Kwa sababu umeleta maana ambayo haijakidhi vigezo. Tunataka tuletee maana ambayo inakidhi vigezo. Lazima tufunge vitu vingapi? Viwili, kwamba hiyo maana iruhusu kuingia vinavyotakiwa kuingia, izuie kuingia visivyotakiwa kuingia. Hapo tunakubaliana. Kwa natoa homework. Kiarabu ni tawajibu, ndio mzili Kesho mletee maana ya mali, mali ni nini, ndio mje kuchambua hapa, mali ni nini. Usije kaingiza katika mali kitu ambacho sio mali, usije kakitoa kwenye mali kitu ambacho ni nini, eh, kwa mletee kesho mali ni nini. Kwa hiyo zaka kisheria ni ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunamwabudu hizi kwa kutoa, kwa kutoa sehemu ambayo ni wajibu kuitoa kisheria, sio hiari sehemu ambaye ni wajibu kuitoa kisheria, sheria inataka hivyo katika mali maalum, katika mali maalum kwenda sehemu maalum. Mali yenyewe hio maalum, lakini hapo inapoelekezwa ni sehemu ambaye ni nini? Ni sehemu ambaye ni maalum. Hii ndio zaka kisheria. Maana zaka kisheria ni ibada, tunamwabudu Allah alla kwa kutoa sehemu ambaye ni wajibu katika mali tena kisheria, sawasawe katika mali maalum kwenda sehemu maalum. Hiyo mali maalum tutaifahamu, hiyo sehemu maalum tuta tutaifahamu. Tuko pamoja jamaa zangu? Ah, muhimu sana hii. Ni maana ya nini ya zaka. swali hatuerulishi we chafua chafua fuwe. e, kama unahamuzichafua chafua chafua fuwe. kisokona kile kivitabu tabu, tabu kile haya Ndugu zangu tunaanza kuelewana eh? Zaka ni ibada. Zaka ni nini? Ni tofauti na swala, si ndivyo? Swala tunasimama tunavuguu tunasujudu tunafanyaje, eh? Lakini zaka ni ibada ambayo tunamwabudu Allah kwa kutoa sehemu ya mali maalum kwenda sehemu maalum. Lakini sisi tunachokitoa ni kitu ambacho sheria inataka, sheria inataka tutoe hicho kiwango, sawa sawa? Sheria inataka tutoe hicho kiwango hukumu ya zaka, zaka ni hukumu gani? Zaka ni wajibu kwa makubaliano ya Waislamu wote waliosoma na ambao hawajasoma wale waliosoma na ambao, zaka ni lazima, ni baada hii kuhusu e, bila kujali wameenda darasani ajaenda darasani, basi baya hata wasiokuwa Waislamu akamtajia nguzo za Kiislamu na zaka atakutajia eh, e. Kwa hiyo zaka ni wajibu kwa makubaliano ya Waislamu wote, ni wajibu na nguzo ya ngapi? Nguzo ya tatu. Kama tulisema hapo juma, zaka ni nguzo ya ngapi? ya tatu. Hukumu yake ni nini? Ni wajibu. Tukisema wajibu maana yake lazima, utake ustake lazima, sawa? Hii ni lazima, lazima ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tena ipo makubaliano na Waislamu wote bila kujali anaswali au naswali, anafunga au nafungi, jambazi sio jambazi, yaani hata kiasi gani hukumu ya zaka, atakwambia hii ni nguzo katika Uislamu, ni sheria, ni wajibu. Haya, kipengele kingine, hukumu ya anayezuia zaka. Kuna watu hawatoi zaka au hawapo, wapo hawapo. Sasa wana hukumu gani hapo? Tuwapeleke polisi au mahakamani? Sikia sana sheria eh? hukumu ya anayezuia zaka, anayezuia zaka kwa kupinga uwajibu wake anayezuia zaka kwa kupinga uwajibu wake. Kuna mtu hazowi zaka. Kwa nini hatoe? Ah, zaka si lazima kutoa. Anaamini hivyo, ni itikadi yake. Huyo ni kafiri, amtoka katika Uislamu sababu amepinga nguzo katika nguzo za dini za Uislamu. Kwa hiyo atakayepinga uwajibu wa zaka amejitoa mwenyewe katika Uislamu. Atakayepinga uwajibu wa dini wa zaka Anajua kabisa zaka, jamani, Uislamu, yeye akakataa, yeye akasema, zaka jamani, jamani nguzo katika Uislamu, yeye akasema hii zaka sio wajibu katika Uislamu, anajua kabisa basi. Tunamwambia wewe Uislamu umekutupa mkono, kama sio u kutupa mkono Uislamu, lakini kama hivi ndivyo ilivyo. Kuna mwingine hatoi zaka lakini anakubali kabisa kwamba hii ni nguzo na ni wajibu. Je, hukumu ni moja? Hapana, hukumu sio moja. Haisikilize vizuri ya maneno anayezuia zaka kwa kupinga uwajibu wake ni kafiri, kwa maana ametoka katika Uislamu, si Uislamu tena. Hata akitu hatumziki Kiislamu, hakuna kumuosha, kumkafiri, kumswalia, kumzika katika makaburi ya Uislamu a uh -uh. Akazikwa kule kwenye msalaba hmm. Akazikwa kule kwenye msalaba, asizikwe huko huko, hatakiwi huko, sababu ameshaukana Uislamu wenyewe. Lakini na yule anayezuia zaka kwa ubakhili kuna kitu bahili unajua, eh yani, amekuwa ubahili kwenye nafsi yake, akawa bahili kwa familia yake, mpaka akamfanyia ubahili na Allah, yani yule aliyempa akamfanyia bahili pia, anamfanyia bahili nani? Allah. Hatari hii. Sasa yule atakaye acha kutoa zaka kwa sababu ya ubahili au uzembe tu, kuna kitu mzembe tu, uvivu, mzembe, anapenda sana mali zake. Allah ahbmaasema jamaa, kwa kupenda mali noni tenda sana sana sana, yaani Allah senato juwa hanani ategi mali au wewe, sema ukweli, oei kila mtu anapenda, si ndivyo? ndi penda, lakini usitumie kisheria, si ndivyo? uchuke mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Lakini kwa kupenda mali watu wanapenda, si ndivyo? sina maana, watu wanahangaika kwa nini? Wanahangaika kwa ajili gani? Jamaa, si Allah amesema kule almalu walbanuna zina tuna hayati dunia, raha ya dunia ni kuwa na mali na watoto huko duniani, si ndivyo? Ukiwa na mali na watoto unaitwa baba au mama ah, cheo kinapanda unajisikia furaha fulani hapo eh? Sasa tunapenda mali tunapenda mali. Sasa pamoja na kuipenda mali eh, na ala natutaka tuitumie vizuri eh? Sasa tusiipende mali ah. hata zaka tena hatutuga sasa yule ambaye ataacha kutoa zaka kwa sababu upangiri wake mwenyewe au mzembe, anakuwa amefanya dhambi kubwa, anakuwa amefanya dhambi kubwa, lakini hajatoka katika Uislamu. Kwa hiyo kama mtoka katika uislamu Uislamu, yani mtu anayeamini zaka ni nguzo katika Uislamu na ni wajibu, lakini basi tu nafsi yake imemshinda, anapenda sana mali zake, huyo hatumtoi katika nini? Hatumtoi katika nini? Hatumtoi katika Uislamu, lakini amefanya amefanya nini? Amefanya dhambi kubwa sana. Amefanya dhambi kubwa sana. Hii ni hukumu ya mtu ambaye anafanyaje? Ni hukumu ya mtu ambaye anafanyaje? Hukumu ya mtu ambaye amekataa kutoa zaka. Tumeona majibu mangapi? Na jibu la kwanza kule ambaye amepinga uwajibu wake huyu, hukumu yake anatoka katika Uislamu. Hukumu ya pili anaamini ni nguzo na ni wajibu, huyu anakuwa anafanya dhambi kubwa, lakini bado mwada ya nini? Akifa tunafanyaje? Tunamzika Kiislamu sawasawa, wewe. Tutamuosha, tutamkafini, tutamsalia, tutamzika kwenye makaburi ambayo hayana msalafu, sawa sawa. Hai tambii shika hiyo tambii. Tunamalizia kwa leo tambii. Ikiwa katika eneo fulani, ikiwa katika eneo fulani, utawala wake ni wa Kiislamu, yani eneo fulani utawala wake ni wa Kiislamu. Sisi hapo kwenu utawala ni wa Kiislamu? Hapana, si ndivyo eh? au wa Kiislamu hamna, tu utawala wa Kiislamu. Sasa eneo ambalo utawala wake waki eh? ni wa Kiislamu, mtawala mkuu ambaye ni rais, kuna nchi zingine ni mfalme, jina lake la mtawala mkuu. Yule mtawala mkuu wa eneo hilo anatakiwa na sheria, sheria inamtaka kuchukua zaka kwa wale wanaozuia kwa kutumia nguvu, anatakia tumia nguvu dola yake yii. Huyo hapa si ana zaka, anatengeneza kikosi chake, nendeni nikachukueni. Basi hadithi za mtume zimekuja, sallallahu alaihi wasalam. Kwa hiyo, ikiwa katika eneo fulani utawala ni wa Kiislamu, serikali ni ya Kiislamu, wanahudumiana kwa kitabu cha Allah na hadithi zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallama, wakipatikana wale ambao wanazuia zaka kwa sababu ya ubahini wao au wanazia zaka kwa sababu ya kuzipenda sana mali, uvivu zeza na mfano wake, kwamba ile kiongozi mkuu sheria inamtaka kuichukua zaka kwa wale wenye zaka kwa kutumia nguvu. Zaka peke yake? Hapana, pamoja na nini? Pamoja na kuwaadabisha wale wanaozumia zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema chukua zaka, alafu chukua na nusu ya mali yake. Hiyo ni kumwadabisha, hadithi sahihi kwamba chukua zaka lakini, ufanyaje? Uchukue ile mali e, yaani kwa mfano mtu ana milioni kumi. Fungu la zaka ni kidogo. Milioni kumi kwa arobaini ni ngapi? na ni ngapi? na mi eh, milioni kumi gawa kwa arobaini shing laki mbili na hamsini, laki mbili na elfu hamsini, laki mbili na elfu itakuwa ni hivyo. Haya, ipite hiyo, laki mbili na nusu na elfu hamsini, sawasawa. Sasa hiyo milioni kumi nusu yake ni ngapi? Nusu yake ni ngapi? laki ngapi? Milioni, milioni tano eh? Haya, Mtume anasema yule anayezuia zaka, yule kiongozi, wewe chukua hiyo zaka, alafu na nusu ya mali yake hii nusu ya mali ni kumwadabisha, ili kama kuna mwingine anataka kuzuia zaka na yeye asija akazuia. Ndio maana hapa ikiwa sehemu fulani utawala ni watuislamu, ile mtawala mkuu sheria chukua, mwambiaje, chukua zaka kwa wale ambao wanazuia, alafu chukua na nusu ya mali yake. Kwa hiyo tumetoa mfano milioni kumi, tunachukua nini? Tunasema laki mbili na nusu. Kama tumekosea hesabu, nusu yake ni milioni ngapi? Milioni ngapi? Milioni tano Sawa sawa, hii milioni tano ni nini hii? Ni kuadhabishwa, ni adhabu. Sawa sawa, eh? Hii laki mbili na nusu ni nini? Ni zaka. Nani anaambiwa haya maneno? Ile kiongozi mkuu wa Uislamu katika eneo ambalo Uislamu ndio unatawala. Ndio maana ukaambiwa iikeceze uze zaka, kama sheria ya kiislamu lazima wataadhabishwa mtu. tu tuma alikuwa anatuma watu, maswaba wake ki. anatafuta kikosi maalum alamiluna alaiha kwenda kukagua biashara za watu. Wewe mali zako zimefikia kiwango cha zaka, analeta amefikisha, amewasilisha hajawasilisha, basi ni nini pale, inachukuliwa kiwango cha zaka na nusu ya mali yake, sawa sawa. Jamaa, tutaishia hapa hapa, kijalia kama tulivyosema, mimi naanza saa mbili na nusu, saa mbili na dakika thelathini. Subhana Allah, Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta